Napenda sana karibuni, nipo salama naendelea vizuri, na nawashukuru kwa yale yote mnayozidi kunitendea, kuuona video zangu kulike na msikose kushare pia. Kama wewe ni mgeni leo, nataka tu tuongelelee kuhusu nyota, maana watu wengi wanaambiwa, umeibiwa nyota, toa pesa, toa pesa. Uh, siku hizi kila kitu imekuwa ni toa pesa toa pesa, nyota imepotea, miungu zinakuandama toa pesa, lana zinakufuata toa pesa nini. Yani imekuwa ni dunia ingine tofauti. Nataka kuambia tu hakuna nyota inaibiwanga kwa mtu. Nyota ni Mwenyezi Mungu ameipanga, nyota ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anapeana nyota na nyota yako umezaliwa na wewe na Mwenyezi Mungu. Kuna ile wakati amepanga akasema, fulani, kwa mfano Penina, wakati wako ukifika, basi nyota yako itaangaza. Maana tukitoka huko nje saa moja kama mwezi unachomoza uh, utaona kuna nyota inatoka saa kumi na mbili, kwa mfano huko kwetu East Africa. Tunaona, kuna nyota inatoka saa kumi na mbili, kuna nyota inatoka saa moja, kuna nyota inatoka saa mbili. Yaani kila lisaa nyota inatoka, kila lisaa nyota inatoka. Sasa unataka ujiulize nyota yako ni gani, na itatoka wakati gani? Wakati upi Mwenyezi Mungu ameipanga kutoka? Maana kuna wale nyota yao ni ya kwanza Ikifika saa sita ukitoka nje hizo nyota uweze zikuta zinakuwa zishaenda. Kuna wale nyota zinatoka saa nne saa tatu, ukitoka saa tisa au zikuti, kuna nyota zinatoka saa ngapi? Saa saba saa nane, ukitoka ukuti kuna zile nyota zinatoka saa, <coughs> saa nane saa tisa mpaka saa kumi zile za mwanzo zinakuwa zishaenda. Sasa na sisi tupo hivyo hivyo. Kuna wale nyota zao ziliumbwa, ndio za kwanza zinatokea mwanzo, na kuna wale nyota zinatokea mwisho. Ndio unakuta kuna watu wametajirika mapema, na kuna watu wanatajirika uzeeni, na kuna wale watu wanatajirika wakiwa kiwango hapo cha katikati, na kuna wale watu wanatajirika wakiwa watoto. Sasa ni nyota yao kulingana na Mwenyezi Mungu ameipanga. Sio kusema mbona fulani, mbona fulani, ni nyota yangu imeipiwa, ngoja niende kwa mganga, ngoja niende kwa pasta niombea nirudishie nyota. Dadangu, pesa zinaliwa ndugu yangu, dadangu, nyota hakuna nyota imeipiwa, omba Mwenyezi Mungu. Hiyo pesa unatoka unaenda kuiweka sehemu tofauti tofauti. Kaa chini, maombi yako ni muhimu; kujiombea wewe mwenyewe kuliko kuamka tu na kwenda kuombewa. Ukijiombea wewe mwenyewe, Mwenyezi Mungu atakufungulia njia na atakuonyesha pasta sahihi wa waku, waku, kuombea ama wa kukusaidia kimaombi ila ile tu ya kukurupuka, umeenda o TikTok, umeenda YouTube, Facebook, umepata nyota nyota nini? Hakuna, unaribu na sijui nini inatolewa, hakuna. Hiyo pesa unaharibu, na hiyo pesa unaharibu yeke. Chukua siku zako, omba, ita Mwenyezi Mungu, ongea na Mungu, afungue njia, afungue milango. Mwenyezi Mungu akishafungua njia na milango atakuonyesha mwombe akuonyeshe pasta wa kweli, pasta ambaye atasimama na wewe ukiwa hauna sadaka ama uko nayo, maana wengi siku hizi, kama una sadaka wewe, sio mshirika. Usipotoa fungu la kumi, wewe sio mshirika. Ila ukijikalisha chini, ujiombee, uombe Mungu akuonyeshe kanisa sahihi, pasta sahihi. Huyo pasta atakuwa na yeye eh na wewe kila wakati tu ukiwa na shida utasikia sista fulani ako na shida wacha tumchangie kwa wale wako nayo kidogo mko nayo wacha tumchangie apate kitu apunguza afadhali ila kuna hawa kama hauna ndo basi hakuna hakuna maombi hakuna kukusikiza simu hazishikwe simu ni ile tu ukiwa nayo basi hapo maombi inakuja imefuatana kila kama hauna wewe hauna chako. Kwa hivyo tukoe waombaji, tusome bibilia, tuamini tukiomba maombi yetu, na utaona maombi yako ina nguvu zaidi kuliko mtu kukuwekea mkono. Unaenda unawekewa mkono, hiyo mkono unawekewa ujui imebeba nini, hiyo mkono unawekewa ujui iko na nini, hiyo mkono unawekewa ujui imepitia wapi ndikafika hapo. Kwa hivyo tujifunze kuji, kujiombea. Ukijua kujiombea tu, ukifika mahali ama uende kwa kanisa na sio ya ukweli, roho yako itakataa. Mwenyezi Mungu atanena na wewe. Mwenyezi Mungu ananena na kila mtu. Mwenyezi Mungu ananena na mlevi, mtenda dambi mwenye si mtenda dambi, ila sisi wote ni watenda dambi. Mtu mwenye atendi dambi ni ule tiari shakufa, ila ukiwa duniani ushatenda dambi. Sasa Mwenyezi Mungu ananena kwa sisi wote, nikuwa na imani mwenyewe ametuambia. Tukiwa na imani hata mlima tutauambia uondoke na utaondoka. Tukiwa na imani madui wetu watatutafuta kwa njia zote na hawatatuona. Tukiwa na imani, maadui zetu watatengana wenyewe na watatoroka hmm? Watatafuta, wataona giza tu, watatoroka, wataenda. Tukiwa na imani, ule anasema huu mwaka uishi basi ni yeye, huu mwaka utaisha bila yeye kuisha, na mwaka kwa hivyo tujifunze kuwa na imani, tujifunze kujiombea. Mwenyezi Mungu atufanyie uamuzi kabla yaufanya uamuzi. Mwenyezi Mungu akuonyeshe ni, ni nani ndio sahihi wakuwa karibu yako, ni nani ndio sahihi, atakufundisha atakuwa nawe kwa maombi, ni nani ndio sahihi atakuombea. Maana watu wamekuwa wanatoa pesa wanapeleka kwa watu wenye sio sahihi, watu wamekuwa wanatoa pesa wanapeleka kwa watu wenye sio wa kweli. Ujua, ukipeleka pesa mahali hazifai kwenda, basi itakuwa ni kama tu unanua kitu yenye haifai, na ukinunua kitu yenye haifai tena itaharibika tu, utarudi kununua ingine. Kwa hivyo sikuwa kila wakati unanua unanua unanua, unanua. Ni bora utenge muda, utenga muda, kaa ongea na Mwenyezi Mungu na atakufungulia njia, atakuonyesha ni kipi sahihi, ni wapi wapa kwenda, ni nini cha kufuata na utajua, <coughs> na utajua ni nini cha kufanya awapendwa wa, kabla uamuzi kabla uone rafiki mgani unataka kuwa naye kabla yote. Mwenyezi Mungu anatusikiza kila wakati, kila saa yuko tayari kutusikiza na anasema hata dhambi zetu zikiwa nyeusi yaje ako radhi kutusamea. Kwa hivyo tukue waombaji, tujiamulie sisi wenyewe kabla ya watu kutuamulia. Tuache kudanganywa, nyota imepotea, inarejeshwa, hakuna. Nyota inarejeshwa, hakuna. Nyota inarejeshwa, hakuna. Nyota inarejeshwa, hakuna. Nyota imeibiwa Nyota ni zile zile, vile unaziona huko, kuna ile inawaka na nguvu, kuna ile inatoka inawaka ina nguvu, kuna ile inawaka ina, yani zinawaka design yake. Kila nyota iko na design yake, ndio hivyo tumeumbwa hivyo. Kuna wale wameumbwa na nyota kwa ile inawaka, kuna wale wameumbwa na nyota inawaka haionyeshe hata kwa hii hata ukiwa karibu nayo na aione. Sasa hapo, ndio unaambiwa nyota iliibiwa. Nyota ya mlevi inaibiwa, iende wapi? Nyota ya mvivu inaibiwa, iende wapi? Wacha uvivu. Ah, si mi nimeibiwa nyota. Wacha uvivu, nyota ijaibiwa. Omba Mungu, kama nyota yako imezimika basi haifufue iwake tena upya kama nyota yako ni ile ukisimama juu na angalia, iwake sana pia. Mungu aisafishe iwake tena, maana kabla ubebe pesa ya kwenda kurejesha nyota, hebu toka nje usiku, inua kichwa chako juu, angalia nyota zote ziko juu. Haya, jiulize, mbona hii inawaka hivi? Mbona hii ni kubwa? Mbona hii ni ndogo? Mbona hii iko hivi? Ha? utaona mpaka zingine zinaanguka, utaona zingine zinasonga, zingine hazisongi, utaona ingine inatoka tu inasimama, inakuwa mahali moja tu, wakati ukifika inaenda. Sasa kwa hivyo tukuwe makini sana na kurejesha nyota na kung'oa miungu na kung'oa madhabihu. Una nguvu ya kung'oa hizo miungu, una nguvu ya kung'oa madhabihu za kiroho za nini zote Tukuwe makini jameni, tuache tu kuwa wavivu, maana hiyo vivu ndio imefanya tunapoteza pesa kwa nyota. Wacha ime... nirejeshe nyota. Nyota gani inarejeshwa? imeenda wapi? imeibiwa na nani? nyota ijaibiwa, ni sisi ndio tunaibiwa, maana tumekuwa wavivu, sijui tumekuwa wapumbavu, wavivu, washenzi kabisa. Hatutaki kuomba, tunataka tu tukae Ayo, ukisikia huyu pasta umeenda huku ukisikia ule mwingine umeenda huku. Ukisikia ule mwingine umeenda huku. Ule amekuwekea miungu, ule amekuwekea laana, huyu amekuwekea majini, nakuja nachanganyika, nadhani ni nyota imeruji, imerudishwa kumbe shida ndio zinaongezeka. Kwa hivyo leo nimetaka tu niwaambie tukuwe makini, tukuwe waumbaji, tukuwe na imani, na ukiwa na imani imani tu tosha, kila kitu kinawezekana imani tu tosha. Ukisema leo nataka kujiombea, sisikii vizuri, Mungu leo najiombea, na nimepona na utapona. Tukuwe na imani ndugu zangu, tukuwe na imani dada zangu. Uh, leo nita, uh, kwa nataka tu niwaambie. Kwa hiyo wale wanasema nyota imepotea, kuna wale wako tayari wanangojea wapate pesa waende warejeshe nyota. Acha kurejesha nyota. Enda angalia huko juu usiku, uliza Mungu nyota yako ni gani. Kama ni hiyo imefifia basi aisafishe iwake tena vizuri. Aya, uliza Mungu, jiulize, mbona ziwa zingine zinawaka zingine kubwa zingine ndogo. Aya, ukishajiuliza hiyo maswali utajua hakuna nyota inaibiwa, hakuna nyota iliibiwa na hakuna nyota, nyota imeenda Uchawi tu inakuanga, mtu ameroko, si eti nyota imeibiwa. Kwa hivyo nyinyi mzidi kuibiwa pesa kila wakati, eti nyota imepotea, imeibiwa. Hiyo nyota utairudisha, utajaribu kuirudisha, na hakuna haitairudi, maana ijaibiwa. Wewe ndio unaibiwa. Kwa heri wenzangu, kwa heri.